ambaye hapo awali alikuwa kerubi afunikae alitaka kuharibu imani katika kiti cha enzi cha Mungu. Mungu amewaruhusu malaika walioanguka waendelee na uasi wao ili kuonyesha ulimwengu kina cha uovu unaotokana na kujikweza. Na wakati shetani aliweza kuwadanganya wanadamu wajiunge na vita vyake dhidi ya Mungu, Kristo alimshinda kabisa msalabani, akiwapatia wanadamu mahali ambapo malaika walioanguka walisimama hapo awali wenye dhambi katika Kristo wanageuka hadharani dhidi ya madai ya Lusifa. Tukio la mwisho kwa namna fulani ni ufunuo mkubwa zaidi wa wema na upendo wa Mungu kuliko ulivyokuwa kabla ya anguko la Lusifa. Ingawa Mungu hakuamua kwamba uovu uwepo na ni msiba wenye matokeo ya milele, mwisho wa yote wema na upendo wa Mungu vitafunuliwa kwa njia ambazo vinginevyo visingeweza kufunuliwa. Kristo anawaangalia waliokombolewa wakiwa wameumbwa upya katika sura yake. Kila moyo ukiwa na chapa kamilifu ya sura ya Mungu, kila uso ukiakisi mfano wa mfalme wao. Anaona ndani yao matokeo ya kazi ya nafsi yake na anaridhika. Ndipo, kwa sauti inayosikika kwa wote waliokusanyika, wenye haki na waovu, anatangaza: Tazama thamani ya damu yangu kwa ajili ya hawa, niliteseka. Kwa ajili ya hawa nilikufa, ili waweze kuishi mbele yangu katika zama zote, milele na milele. Na wimbo wa sifa unapanda juu kutoka kwa wale waliovaa mavazi meupe, waliokizunguka kiti cha enzi. Astahili Mwana Kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Ufunuo sura ya 5 aya 12. Ellen G. White, Pambano Kuu, Ukurasa wa 552 na 553. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza. Hebu fikiria umesimama mbele za Mungu ukiwa na kila dosari, kila kasoro ya tabia, kila tendo baya, kila wazo baya, kila nia mbaya vikiwa vimefunuliwa kikamilifu mbele zake. Ungestahili nini kwa uhalali na kwa haki? Basi, tumaini lako pekee ni lipi? Kwa nini ni lazima tuvikwe haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, Warumi sura ya 3:22, sasa na katika hukumu tunapohitaji zaidi? Kwa ufupi, kwa nini tunahitaji Injili? Swali la pili. Yohana Mbatizaji, kama tulivyoona, alikuwa katika nafasi ya serafi, taa iwakayo na kung'aa. Tazama Yohana sura ya 5, aya 35. Bila shaka alikuwa mtangulizi wa Kristo, akitangaza kutokea kwa mara ya kwanza kwa Masihi. Watu wa Mungu wa siku za mwisho wanatimizaje wajibu kama huo wa kiunabii? Hii ni Mei 16, siku ya Ijumaa, tukihitimisha somo la saba linalosema misingi ya unabii. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo letu la saba robo hii. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nasi sasa na hata milele. Amina.